a kwa kwamba roho yule yule aliyemfufua Kristo katika wafu ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya, ya kufa, kwa tutahuishwa tena kwa namna ambavyo tukimkaribia Mungu na tukiutafuta uso wa Mungu, kwa sababu Mungu ametupa tena nafasi ya kwamba, sasa, mimi nilikuwa nafanya kazi ya kuwatembelea kwenye bustani ya Edeni, lakini sasa kumebadilika, ninyi mtafanya kazi ya kunitafuta mimi Ndoi maana tunaenda mbele za Mungu kila wakati, tunaomba toba, tunaomba rehema, tunatafuta vitu ambavyo tunavyoomba mbele za Mungu, tunaomba mahusiano yaliyokatika yali, kwa sababu gani? Kwa sababu ya kile kilichokata mahusiano kati yetu, kati yetu na Mungu na dhambi, ndiyo sosi ya kukata mahusiano yetu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe! Kwa hiyo uwepo wa Mungu unapokuwa nje au unapokuwa nje ya uwepo wa Mungu si kitu rahisi sana kwako Labda watu wengine ambao hawajazoelea kukaa na uwepo wa Mungu labda ndio watachukulia kitu rahisi, lakini sio kitu rahisi. Na Mungu hakufikiria kwamba mwanadamu asiishi nje ya uwepo wa Mungu, na Mungu hakumuumbia mwanadamu aishi nje ya uwepo wa Mungu. Ndio maana Mungu amerudisha tena mahusiano kwa njia ya Yesu Kristo. Kwao ni jambo la muhimu tena, ni jambo la muhimu kwamba turudishe mahusiano yetu na Mungu baada ya mwanadamu kuondoka katika bustani Edeni au katika, kuondoka katika uwepo wa Mungu hatuoni, ukisoma Biblia hatuoni mwendelezo wa maisha ya Adamu na Hawa juu ya mahusiano yake na Mungu. Biblia inazungumzi sana lakini, naona kwamba kamzaa uh, Seti baada ya ya ya nani, ya Kaini, ya Habili. Ndio Biblia nasema watu wakaanza kumjua Mungu baada ya Seti kuzaliwa. Kwa hiyo kuna kitu cha kumtafuta Mungu kilikatika, kwa sababu anasema baada ya Seti tu kuzaliwa ikainuka roho ya kumtafuta nani Mungu. Kwa mtu anapoondoka anapo katika uwepo wa Mungu, kiu ya kuutafuta uso wa Mungu inaondoka asipojibidisha tena kurudi kwa Bwana, kwa sababu Bwana amesema nirudieni mimi. Asiporudi, Mungu afanyi kazi ya kumtafuta kwa namna nyingine, kwa sababu ameachilia nafasi, amesema nirudieni mimi. Ametoa nafasi hiyo na mlango huo kwa ajili ya kumrudia. Nashukurie na Mungu kwa sababu ametupa Yesu aliyekufa pale msalabani, na kwa njia tumerudishiwa nafasi ile lakini pamoja na Yesu kufa msalabani, mwanadamu anao wajibu wa kurudi yeye mwenyewe. Mungu hamlazimishi mwanadamu kurudi mbele zake, lakini amempa ame nafasi au mlango wa kurudi katika nafasi yake. Kwa mwanadamu unao wajibu wajibu baada ya kuanguka na kuondoka katika uwepo wa wa Mungu, Mungu unao wajibu wa kumtafuta Mungu wewe mwenyewe. Dhambi ilipoingia ulimwenguni ilileta kitu cha kiuangamivu ambayo nimesema kwenye roho ya mwanadamu iliangamiza mahusiano, iliua kitu cha kumtafuta Mungu. Na ndio maana sio kitu chepesi adui kukupa nafasi kurudi katika mahusiano yake na Mungu, Mungu wako. Biblia inasema ni aheri mtu ambaye alikuwa mjui Mungu kuliko mtu ambaye alimjua Mungu alafu akaondoka katika uwepo wa Mungu. Biblia inasema huwa ni vigumu sana kurejea, nazungumza kitabu kile cha, cha Petro. dhambi inapokata mahusiano Kumbuka kwamba kuna kitu ambacho unachotafuta ndani yako inakuondoa katika uwepo wa Mungu, au adui anapotafuta kuondoa katika uwepo wa Mungu, anakutenganisha na Mungu wako, na kwa sababu shetani anajua kwamba kukaa mbali na Mungu ni kitu kibaya na kukaa karibu na Mungu ni kitu kizuri, kwa sababu shetani alikuwa karibu na Mungu na alikuwa malaika wa sifa. Kwa hiyo anajua ule utukufu wa Mungu ambao Mungu alimuumbia mwanadamu akae okay nao. Kwa hiyo shetani akasema, haiwezekani mwanadamu akakaa na ule utukufu ambao mimi naujua, lazima nimwondoe, nipambane ili asikae na ule utukufu wa Mungu. Ndio maana Mungu akatoa nafasi katika kitabu kile cha, anasema kwenye kile kitabu cha Isaya hamsini na tisa ule mstari wa kwanza, Isaya hamsini na tisa ule mstari wa kwanza. Anapotoa nafasi, anaposema maneno haya, tazama, mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa wala sikio lake si zito hata asiweze kusikia. Mstari wa pili, lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake, msiuone. Hata hataki kusikia. Umesikia mstari anasema, kwamba mkono wa Bwana haukupunguka, lakini nitataka ule mstari wa pili, lakini maovu yenu yamewafarikisha, maana yake yamewatenganisha ninyi na Mungu wenu na dhambi zenu zimeuficha uso wake, wala hataki kusikia. Hata kuomba kwenu kwa jambo ambalo linaweza ikasababisha Mungu akakusikia maombi yako ni kwenda kwa toba. Mungu ni rehemu, Mungu ni rehemu. Naomba toba, unisamehe katika yale ambayo nimekukosea na katika yale ambayo sijakupendeza. Inawezekana ukawa natafuta ndani ya moyo wako ukasema mbona mimi ni mkamilifu, mbona mimi sitendi dhambi, ukawa unatafuta zile dhambi ambazo unazojua ukasema niko perfect, lakini mbele za Mungu tunajua tunaku, tunakosea kwa njia mbalimbali mbali. lazima uende mbele za Mungu umwambie Mungu na naomba unisamehe. Kabla ya jambo lolote kuanza mbele za uso wa Mungu, kabla ya kuomba hitaji lako lolote mbele za Mungu, anza kuomba toba mbele za Mungu ili Mungu akusamehe na kutakabali, ndipo utukufu wa Mungu au uwepo wa Mungu utashuka kwa ajili ya kukudumia. Ndio maana Daudi anasema kwa sababu Daudi alijua ule uwepo wa Mungu ni kitu cha muhimu anasema ni heri kukaa siku moja katika uh, usoni kwa Bwana kuliko miaka elfu nje ya uwepo wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu alijua, na aliposema maneno anasema ni ma mahali hapa ni pazuri kama nini, maana yake mbele za uso wa Mungu ni pazuri. Daudi akasema kwamba angetamani kukaa siku na siku mbele za Bwana, tapata nafasi ya kupitia siku ya kesho, lakini Daudi alichokuwa anamaanisha kwamba bila ya uwepo wa Mungu kuna ugumu ambao anakutana nao na kuna hali mbaya ambayo anakutana, lakini akiwa katika uwepo wa mungu kuna uzuri wake. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana katika maisha ya leo, ukiondoka kwenye mstari wa Mungu au kwenye reli ya Mungu, hakikisha kwamba unarudi, kwa sababu hata kuomba kwako kutakuwa siku nzuri na Mungu hatasikia maombi yako. Mwaliko wa Mungu anasema, nirudieni mimi. Katika mwaliko huu, Mungu ametupa nafasi hii ya kumrudia Ukisoma kile kitabu cha Yoeli sura ya pili mstari wa kumi na mstari ule wa kumi na mbili, Yoeli ile sura ya pili mstari ule wa kumi na mbili, Mungu anatoa mwaliko wa kumrudia Mungu. Yoeli sura ile ya pili mstari wa kumi na mbili, lakini pia tutasoma kitabu cha Zekaria moja ule mstari wa tatu na tutasoma kitabu cha Malaki sura ile ya tatu Yoeli sura ile ya pili Yoeli sura ya pili Yoeli sura ile ya pili nitasoma eh, kile kitabu cha Malaki alafu nitasoma kile kitabu cha Yoeli. Malaki sura ya tatu ule mstari wa saba anasema, tokea siku za baba zenu. Ngoja nisome kipengele B Anasema, nirudieni mimi nami nitawarudia ninyi, asema Bwana wa majeshi. Nirudieni mimi nami nitawarudia ninyi, asema Bwana wa, wa majeshi. Kitabu cha Zekaria mstari ule sura ya kwanza mstari wa tatu anasema hivi mstari wa tatu Biblia inasema basi waambie Bwana wa Bwana wa wa majeshi asema hivi, nirudieni mimi, asema Bwana wa majeshi, nami nitawarudia ninyi, asema Bwana wa majeshi. Anasema siwe ninyi kama baba zenu ambao manabii wa zamani walilia wakisema, Bwana wa majeshi asema hivi, rudini sasa na kuziacha njia zenu maovu, njia zenu mbovu na matendo yenu maovu, lakini hawakusikia wala hawakunisikiliza, asema Bwana. Je, baba zenu wako wapi lakini msisitizo ni ule ule, kurudi mbele za Mungu. Mstari wa mwisho katika uh, tunapomalizia na kwenda kuomba mbele za Mungu, na msisitizo wa siku ya leo ni kwa ajili ya kuomba toba na kurudi mbele za Mungu. Yoeli mbili mstari wa kumi na mbili anasema hivi, lakini sasa, asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, na kwa kufunga, na kwa kulia, na kwa kuomborea, kuomboleza, ralueni mioyo yenu, wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hugairi mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa katika ibada hii ya siku ya leo tutakwenda mbele za Mungu kwa ajili ya kuomba toba na rehema. Inawezekana kuna mahala ambapo umepita si pazuri, na pakakuondoka katika uso wa Mungu, ule uwepo wa Mungu ulipoondoka tu ukasababisha kitu kibaya kwenye maisha yako. Inawezekana kwenye nafasi ya kazi yako uliyonayo, au kwenye kampuni yako, hujui kwamba kampuni ile inakutegemea kwa ajili ya kuomba toba kwa ajili yako, au Mungu mbinguni anapotazama ile kampuni anakutazama wewe kwamba uombe toba na rehema, kwa sababu kampuni ile haifanyi vizuri. Na Mungu anapokuwa amekupeleka kwenye ile kampuni na kwenye ile nafasi, anakusimamisha kama kuhani wake. Kwa hiyo usiache kuomba toba na rehema. Usiombe toba tu kwa ajili yako mwenyewe na kwa ajili ya uzao wako, omba toba na rehema hata kwa ajili ya wale unaofanya kazi nao na kwa ile nafasi ambayo Mungu amekupa kwenye ile kampuni au kwenye ile shirika, hakikisha kwamba unaomba toba na kwa ajili ya uzao wako na wazazi wako. Kama kuna kitu cha kiungo ambacho kimeondoka uso wa Mungu, uh, hawamtafuti Mungu, nenda mbele za Mungu, omba toba kwa ajili yao. Kama hawajapata nafasi ya kurudi, nenda kwa niaba yao. Mungu uko tayari kuwasamehe, kwa sababu ni Mungu anayesikia kuomba kwetu. Naomba tusimame, kwa tutakwenda mbele za Mungu kwa toba. Biblia inasema ralueni mioyo yenu, wala si mavazi. Kwa asubuhi hili, ralua moyo wako na wala si kitu kingine mbele za Mungu, umweleze kile kitu ambacho unachojisikia ndani yako, kama kuna kitu ambacho hakijakaa vizuri kwenye kifamilia, kama kuna roho yoyote ambayo umepita inayotenganisha na uso wa Mungu, hebu nenda mbele za Mungu, au kuna miungu ambayo mmepita huko nyuma, mlikuwa mnaabudu na hiyo miungu, bado inaendelea kuushikilia uzao. Maana tunajua kuna watu wengine, we umeokoka sawa, unamjua Mungu lakini kuna watu wengine ambao bado wanaabudu miungu mingine bado wanaitumainia kwao. Naenda mbele za Mungu kwa ajili yao na kuomba toba kama kuhani wa kifamilia ambao Mungu amekutuma kama Musa ambavyo alivyokuwa uh, nabii, lakini uh, Mungu akamnyanyua na Haruni kuwa kuhani wa taifa lile lote. Kwa alikuwa anaenda kwa niaba ya taifa lote na kuomba rehema na toba, Mungu alikuwa anasikia na kuwasamehe. Omba toba na rehema pia kwa ajili ya uzao wako. Omba toba na rehema kwa ajili ya mume wako. Omba toba na rehema kwa ajili ya kila moja ambao unajua kwamba unahitaji kuomba kwa toba na rehema. Tutakwenda mbele za Mungu. Praise team, tafadhali wimbo wa kuabudu.

Sema e Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, ninaomba damu yako iliyomwagika pale msalabani initakase roho yangu, nafsi yangu na maisha yangu yote. Damu yako ilimwagika kwa ajili ya maisha yangu, na kwa ajili ya familia yangu, na kwa ajili ya ukoo wangu, na kwa ajili ya taifa langu, na kwa ajili ya kabila langu. E Bwana, kuja mbele zako, umenichagua kuhani wako ili nisimame katika kabila langu katika familia yangu katika ndoa yangu katika familia yangu na maisha yangu yote. E Bwana, ni kuhani wa roho yangu mwenyewe na mwili wangu na nafsi yangu, ninatubu kwako juu ya eneo lolote ambalo hatujakupendeza katika taifa hili la Tanzania, tunasimama kama makuhani tunaomba rehema na toba juu ya miungu iliyoabudiwa katika taifa hili. E Bwana, nasi tunakuja mbele zako Mungu, kasikie kuomba kwetu, achilia damu yako ikapite katika mioyo ya watanzania wote ambao wanaishi katika nchi. E Bwana, wengine wamemwaga damu za watu zisizokuwa na hatia, wengine wameabudu miungu mingine. E Bwana, tunakuja mbele zako, umetupa nafasi ya kukujua Mungu uliye hai nasi e Bwana, tunakuja kwako ili kuomba rehema na toba kwa ajili ya taifa la Tanzania, kwa ajili ya miji yote ya Tanzania, kwa ajili ya mikoa ya Tanzania, kwa ajili ya wilaya za Tanzania, kwa ajili ya tarafa za Tanzania, kwa ajili ya halmashauri zote za Tanzania, kwa ajili ya kata za Tanzania, kwa ajili ya vijiji vyote vya Tanzania. Ee Mungu, tunaomba rehema na toba, tunaruhusu e Bwana uingilie kati, tunatuma damu yako Yesu Kristo ikapite kwenye ardhi ambazo miungu imejikita na kumiliki maeneo hayo, katika jina la Yesu. Tunakuja mbele zako e Bwana Mungu, katurehemu sisi na uzao wetu, turehemu sisi na ukoo wetu, turehemu sisi na kampuni, turehemu sisi na viongozi wetu. Tunatukuja kwako katika nafasi ya kikuhani Mungu, tunaposimama katika nafasi hiyo, we uko tayari kutusamehe na kuturehemu tunaichukua damu yako na kuinyunyiza na kuipeleka kila mahali ambako Mungu unatazama uovu. Damu yako ikapite kwenye kila eneo katika jina la Yesu. Na katika damu yako turehemu sisi na uzao wetu, turehemu sisi na uzao wetu, turehemu sisi na watoto wetu wa kiume, turehemu sisi na uzao wa kike, turehemu sisi na uzao wa kiume kwa damu ya Yesu Kristo. Roho ya uasi iliyopita e Bwana kuangamiza uzao, tunaomba rehema na toba, ni kwa sababu hatukusimama katika nafasi ya kwetu katika jina la Yesu na katika damu yako, amen. Hebu naenda mbele za Mungu sasa, omba mwenyewe kwa ajili ya mahusiano mapya na Mungu wako, Baba, katika jina la Yesu Kristo tunaomba sasa, e Bwana, damu yako ikaenda ika sasa kutuunganisha tena, ikaachilie mahusiano mapya, e Bwana ikaachilie mahusiano mapya, Mungu uliyo hai. Hatuombi kwa ajili yetu sisi wenyewe, lakini tunaomba mpaka kitaifa. Hatuombi kwa ajili yetu sisi, e Bwana, tunaomba pia kwa ajili ya ndugu zetu na marafiki zetu. Tunaomba hey, e Mungu ukarejeshe mahusiano yaliyokuwa yamekatika, e Bwana. Ulichokuwa unatafuta ndani ya mwanadamu ni kwamba rudi mbele za uso wako, unachotafuta ndani ya mwanadamu ni kurudi mbele za uso wako, ulichokuwa unatafuta ndani Adam aseme kwamba nimekosa mbele zako na umpe nafasi ya, ya kutubu e Bwana, katika jina la Yesu Kristo tunaomba urejesho Bwana, wa mahusiano mapya, mahusiano yaliokuwa yamekatika e Bwana, tunaomba urejesho e Bwana. Inawezekana kwenye nafasi ambayo Mungu umetuweka pale ofisini, kuna mahusiano ambayo yamekatika. Tengeneza nafasi e Bwana, ili wapate kukujua, wapate kukujua, wapate kukujua, wapate kukujua, wapate kukujua, wapat inawezekana wanapoenda kuabudu mi, kwenye miungu mingine wanapeleka na majina yetu, kama na sisi ambavyo tunavyombea kwenye madhabahu yako, tunakata kila connection yoyote ya kimadhabahu tulipopelekwa majina yetu, kwa damu Yesu Kristo aliye hai, ambapo e Bwana hali yetu ya ndani inarudishwa nyuma tena, hali ya kiuamsho e Bwana inarudishwa tena nyuma Mungu, tunaomba roho ya uamsho e Bwana, roho ya uamsho katika familia zetu, roho ya uamsho katika taifa la Tanzania, roho ya uamsho katika kanisa letu e Bwana roho ya msho katika nchi yetu Tanzania, ya Tanzania roho ya msho e Bwana, kila mahali tunaomba roho ya msho ikapite kwenye mitaa ya Dar es Salaam, ikapite kwenye mitaa ya nchi yetu e ye Bwana, roho ya msho kwenye familia, kwa watoto wetu e ye Bwana, wakakujue Mungu wa kweli na Yesu Kristo ulimpeleka. Ukasema ya kwamba Mungu unatafuta mtu miongoni mwao atakayelitengeneza boma, lakini katika kitabu cha cha Mambo ya Nyakati wa Pili ile sura saba mstari wa kumi na nne umesema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyekesha na kuomba toba, Mungu uko tayari kusikia na kusamee. Mungu asubuhi ya leo atusamee na kutusafisha na kututakasa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Baba, pokea sifa zote na utukufu wote, ni wakwako, maana peke yako na stahili, ni katika jina la Yesu Kristo li hai. Baba, tuna sinema yako Bwana, tunapokuja mbele zako tusikutane tena na ugumu, bali tukakute wepesi Bwana, tukakutana wepesi, ili Mungu tunapoomba Bwana ukasikie kuomba kwetu na ukajibu haja za mioyo yetu katika jina la Yesu Kristo li hai, tunaombea siku nzima leo. E Bwana, tunaiweka wakfu kwa damu yako tunapoenda makazini. E Bwana, utulinde na yule mwovu, utulinde na yule mwovu, utulinde na yule mwovu na kila vishawishi vyovyote. E Bwana, visije vikatupata, tunaomba ulinzi wako na damu yako ikatunenee mema, Bwana, kwa ajili ya utukufu wako, Kristo Yesu, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, Amen. Karibu sasa kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya sadaka pata nafasi ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya sadaka. Karibu president. Eni sadakakaribu Mungu tunakushukuru mno kwa sababu ni Mungu ambaye unatupa nafasi tena, e Bwana, asubuhi ya leo mkono wako Bwana uko pamoja nasi, na wewe umesema nasi katika neno lako, ambalo umesema hulituma neno lako ili likatimize mapenzi ya kwako. Mungu tunaomba neno lako lisikurudie bure asubuhi ya ya leo likaendelee kuamsha ndani yetu kiu na namna ambavyo akutembea nayo kwa upya. E Bwana, tusitamani kukaka mbali ya uwepo wako na neema yako. Naomba mkono wako uende nasi sasa, tunapotoka mahali hapa Bwana, kuelekea kwenye majukumu mengine. Tunaomba kibali chako kiende pamoja nasi, ukawe mlinzi wetu mkuu e Bwana, na ukatuwezeshe katika kufanikisha majukumu yetu. Roho Mtakatifu, tembea nasi tuangazishe, nuru zetu za uso wako zikaende pamoja nasi. Na Bwana, upokee sadaka hii, kaendelea kufanya kazi yako iliyokusudiwa kwa ajili ya utukufu wako, na umbariki kila mmoja ambaye ametoa sadaka hii katika neema yako e Bwana, na kutoka katika maongeo yake kabariki kazi ya mikono yake na ubariki no maisha yake afya yake, bariki uzao wake, bariki na kila kitu lecho nacho, ni katika jina la Yesu Kristo. Sadaka ikafanyike manukato mbele za uso wako, na kila siku ikaendelea kunena mema kwenye uso wako na kwenye madhabahu yako, ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako atimizwe hapa duniani kama navyo timizwa uko mbinguni Utupe lee riziki yetu, tusamee makosa yetu kama nasi navyo tasamee wale waliotukosea, usitutie majaribuni, lakini kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Amen. Pokee baraka za Bwana. Bwana akubarikie na kulinda, Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili, na Bwana akunilo uso wake na kukupa amani yake mahali uendako, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tushiriki sala, neema, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na sote sasa na hata milele. Amen. Na tuenende kwa amani ya Bwana. Amen. Amen. Amen. Amen.